Amen, basi tuende mbele za Mungu tuweze kufungua ibada yetu. Tuende mbele za Mungu tufungue ibada. Nina uhakika umefanya hilo tendo la kiwinjilisti, umewakaribisha na wengine ili tuweze kuungana pamoja kwenye ibada ya leo. Watu wa YouTube, msisahau ku like tafadhali, sahau ku like hapo, sahau ku like. tuende mbele za Mungu Mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni, Mfalme, katika jina la Yesu tunalibariki mno jina lako, maana ndilo jina pekee tulilopewa litupasalo kuokolewa kwalo, na katika jina hilo tunakwenda tunaishi na kuwa na uwai wetu. Uimidiwe utukuzwe, mfalme mwema, uimidiwe utukuzwe, Baba yetu wa mbinguni, uimidiwe utukuzwe, Mungu mwenye nguvu, uimidiwe mno. Asante kwa huruma zako, asante kwa rehema zako asante kwa fadhili zako, asante Mungu mtakatifu baba yetu wa mbinguni, Mungu unayetulinda na kutupenda mno, ambayo utuachi ulali wala usinzi kwa ajili yetu, unajishughulisha mno na mambo yetu. Asante kwa fadhili zako Kristo, asante kwa rehema zako, asante kwa fadhili zako, asante. Maana peke yako we ni Mungu unayeishi unayemiliki na kutawala milele yote. Pokea sifa mfalme wa falme pokea sifa Baba yetu wa mbinguni, pokea sifa, maana Mungu unastahili. Umetulinda usiku wa leo na kutupa tena neema na fadhili zako, tumeweza kuamka na kuiona tena wakati huu kuja kuomba. Uimidiwe Bwana wa majeshi, utukuzwe Mungu wetu, utukuzwe mfalme wa falme, utukuzwe jemedari, utukuzwe mwamba okovu wetu, wewe ambaye unatuwazia mema niko ambaye niko uliyekuwepo, upo, unayeishi na kumiliki na kutawala milele yote. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa fadhili zako, asante kwa upendo wako, Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba Mtakatifu, tunajinyenyekeza kwako, tunaomba utuhurumie, utusamehe, ututakase, maana wewe peke yako ndiye Mungu mwenye rehema, na umesema tukisema hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe wala kweli ya ima mwetu. Lakini tukizungama dhambi zetu, Baba, wewe ni mwaminifu na ni wa haki, hata utuondolee udhalimu wote. Hivyo nakuja kwako mungu wa huruma, utusamee ututakase, utusafishe kwa isopu ya damu yako, tupate kuhesabiwa haki mbele zako Kristo, maana imeandikwa, karibia vitu vyote katika Torati kusafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Damu yako ya agano jipya ikapate kupita na kututakasa na kutuondolea kila aina ya uovu na udharimu. Natubu kwa ajili yangu, natubu kwa ajili ya kusanyiko hili, lango la youtube na google Meet. Baba nakuomba utuhurumie, ututakase, utuoshe, maana imeandikwa Bwana wa amani mwenyewe awatakase ninyi kabisa, nafsi zenu, mili yenu, roho zenu, ili muhifadhiwe, muwe kamili hata kuja kwake Kristo. Baba tunakuomba, mungu wa huruma Takasa nafsi zetu mili yetu na roho zetu kwa damu yako, tunapokwenda kuomba maombi haya tena usiku wa leo. Bwana Yesu, ukawe pamoja na sisi, usituache. Maana umesema ni mtakatifu na unakaa mahali patakatifu, kwenye moyo uliopondeka na kutubu, ili kuzifufua roho za wanyenyekevu. Uwe nasi kiongozi mwema, uwe nasi mtakatifu, Baba wa utukufu, katika jina la Yesu. Mungu mwenye nguvu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo, pokea sifa e Bwana, pokea sifa Kristo, pokea sifa mwamba wokovu wetu, pokea sifa wewe usiyeshindwa, pokea sifa mtakatifu, pokea sifa e Bwana, katika jina la Yesu Baba, nakwenda kwenye ulimwengu wa Roho <coughs> naenda kinyume na kila kilichoinuka kinachojiinua juu ya elimu ya kwako, maana imeandikwa, ingawa tunanenda katika mwili atufanye vita kwa jinsi ya mwili, silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome na kuangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, tukiteka nyara kila fikra ipate kukutiwe Kristo. Bwana Baba mtakatifu, inaangusha na kuteka nyara chochote kilichoinuka usiku huu, kilicholenga kuharibu maombi yetu, kinacholenga kutuzuia kinacholenga kutuchosha, kinacholenga kupingana kupingana na maombi yetu katika jina la Yesu Kristo. Baba Mtakatifu, Mungu wetu, kwa damu ya mwana kondoo, Mungu mwenye nguvu, e Bwana, ninakuomba katika jina la Yesu, chochote kilichoinuka ninakiangusha na kukiharibu kabisa. Roho Mtakatifu, jitwalie utukufu, uwe pamoja na sisi, uwe nasi, e Mungu Mtakatifu, uwe nasi Roho wa neema na kweli, uwe nasi Manueli, uwe na sisi ukajidhihirishe Kristo katika jina la Yesu Kristo bwana wetu, uwe nasi kiongozi, uwe nasi mtakatifu, uwe na sisi, uwe nasi, e Bwana, karibu utawale, karibu udhihirike, karibu ujitwalie utukufu, tukuone wewe na nguvu zako. Napangua kila roho ya uzito na usingizi wa kipepo ulioachiliwa na ufalme wa giza ili kutuzuia, ili kuchosha watu. Baba, kila mmoja aliyekusudia kuomba usiku wa leo, na kuzimu ikaachilia uzito, kaachilia usingizi wa kipepo baba. Ninaangusha kila ngome na kila kinachoinuka, kinachojiinua juu ya elimu ya Mungu kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Mungu wetu na baba yetu mwema, ninakusiuwe nasi e Bwana nakusudi udhihirike uonekane katika maombi ya usiku wa leo kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, tutie nguvu na utuwezeshe kuomba, maana pasipo wewe sisi hatuwezi kuomba ipasavyo. Wewe unayebebaga udhaifu, ukatubebee madhaifu yetu, tena katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye haya. Baba, gusa kila mmoja mmoja mwenye nia na kiu na njaa ya kuomba usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo kwa damu ya mwana kondoo. Sante Roho Mtakatifu, maana utatuwezesha na kututia nguvu kwa utukufu wako. Bwana wetu, tumeomba na tunaamini uko na sisi na utatusaidia usiku wa leo, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, Mfalme, tumeomba na kuamini. Amen, haleluya. Amen. Basi ni wakaribishe tuende kwenye kuomba, na twende tukaombe sasa, tuende tukaombe. Aleluya. Oh. Ah, kwa, namtukuza Mungu kwa jinsi ambavyo ametusaidia ametusaidia hasa kwenye, kwenye kuombea miguu watu wa YouTube kama ni mara yako ya kwanza umeungana na sisi, tafadhali tuandikie hapo na unatufuatilia ukiwa wapi. Hata kama sio mara ya kwanza, basi utuandikie hapo unatufuatilia kuwa ukitokea wapi. Amen. Na niwaombe mwe shuhuda, mnanitumia kwa meseji, tuma shuhuda kwa meseji yani ii tuweze kuwa na kumbukumbu -kumbu nzuri wengine mkisha nipigia ninazosahau hapo hapo, sababu najikuta napokea vingi na sahau kwamba yule ni nani ni nani ni nani, ili tunapomshukuru Mungu tumshukuru Mungu tumshukuru Mungu tukiwa na tukiwa na kumbukumbu kumbu nzuri, Amen. Lakini nachomtukuza Mungu sana kwamba atuku hatukubatisha kwamba tumebatisha, ile tulipotii, tulitii sauti yake, tulitii sauti yake kwa ajili ya kuombea miguu, kwa sababu kinachonipa kujua na kuona kwamba tumefanya cha kwake ni yale matokeo, ni yale matokeo ambayo tunayapata. Tuna kwa kweli, shuhuda ni nyingi zinazohusiana na miguu shuhuda ni nyingi zinazohusiana na miguu, lakini pia wengi wamegundua yani Mungu ametusaidia, lakini bado wengine, msisitizo ni mkubwa kwamba hiyo miguu bado inahitaji kuendelea kuombea. Unahitaji kuendelea kufanyaji kuiombea hiyo miguu. Amen. Kwa hiyo leo tutakwenda kuomba nakwenda kuomba, nakwenda kuomba ombea vipengele vitatu, kwa sababu ninatamani thamani kutoke sasa kwenye swala la miguu. Kuna watu walikuwa wananisikiliza n na, kwenye YouTube humu kwamba kila mwana wa Mungu ana vita kwenye miguu kila mwana wa Mungu ana vita kwenye miguu. Kwa nini ana anavita kwenye miguu? Sasa tutakapopitia hii mistari ambayo nitakupa na ambayo itatupa kuomba. Nimesema tutaangalia vitu vitatu, nguu wako unaweza kufanyaje ukosea, nguu wako unaweza kukosea, yaani adui anapambana na wewe ili ukosee ili ukose. Kwa sababu kama nilitakiwa kwenda kushoto nikaenda kulia, ina maana nilichotakiwa kukipata sitakipata. O, oh, kwa sababu Abu katika miguu ndiko kuna umiliki wa anapambana na wewe, ufanye vitu kwa kukosea, uende mahali ambapo kutakiwa kwenda. Amen, lakini pia ambacho tutakiomba leo, watu wengi katika ndoto zao walizokuwa wakiota, baada ya maombi haya, wengine anaota nang'atwa na nyoka Mwingine anaota anang'atwa na mtu kwenye kisigino au kwenye kidole cha mguu, hizo eh, ndoto nyingi sana sana. Ina anaota anafungwa kamba, yaani anafungwa kamba kwenye kwenye miguu, lakini kamba ngumu, yaani kamba ngumu kama zile kamba za kufungia mbuzi vijijini anafungwa lakini mtu anajiuliza kwa nini sasa nimemuota mtu ananing'ata kidole cha mguu au nimemuota mtu ananing'ata kisigini? Mm. Oh, safi. Mungu wabariki kutoka Moshi, Mungu awabariki. Wow, Mungu akubariki. Alfonsi Shilala kutoka Moshi, Mungu akubariki. Ni mara yako ya kwanza? Ni mara yako ya kwanza, tafadhali usisahau kubonyeza hapo kengele, uwe mwanafamilia wetu. Usisahau, usisahau. Ana kutokea Msoma mara, Mungu akubariki. Morogoro, Mungu awabariki sana sana sana, lakini tusisahau kulaiki hapo, okay. Ndugu zangu kutoka Bukoba, Mungu awabariki. Lakini ndugu yangu ewe, au watu wa Bukoba mono, walete hmm, kila siku unajoini peke yako, walete walete, tuombe hiyo miguu ipate kumiliki, hmm. okay. Ubarikiwe rafiki kutoka Saudi Arabia, kutoka Morogoro asante, Dodoma asante sana. Mungu awabariki, Mungu awabariki sana Mungu mm, awabariki mno. Kwa hiyo tutakwenda kuachilia damu ya Yesu yaani huo uliota huo unahisi au ulisahau popote ulipoota unang'atwa na nyoka kwenye mguu au unachomwa na kitu kwenye mguu. Pereka damu ya Yesu, lazima tutafanya vita kama dakika kumi ya kukomboa hiyo miguu yetu na kuondoa yani, pale ambapo uliota unang'atwa nagatwa, sema alikuwa anataka kuning'ata mguu nikamkamata kichwa, na usijiojioji kwa nini nimemuota fulani ananing'ata. Sio mtu huyo, siyo mtu aliyekuwa na kung'ata, ni ni joka, ni, ni lakini anasema Dani atakuwa nyoka katikati ya watu Yaani ni mtu, umemwona mtu ambaye sasa huyu anatumiwa, ametumiwa na ufalme wa giza kupambana na wewe. Anapambana na wewe dhidi ya nini? Dhidi ya vile vilivyofungwa kwenye miguu, mafanikio, umiliki wako, spidi yako. Unajikuta unafanya vitu, wewe ndio hausogeaji, ndio hautoki, kumbe kuna mtu ambaye anahusika. Ndio maana mnaota watu, lakini ni ufalme wa giza unaotenda kazi hapo. Mlioota mnang'atwa, mnachomwa na vitu kuna madhara yaliyoingizwa pale ulipong'atwa, pale ulipochomwa. Na ukiota unang'atwa au unachomwa au unakatwa na kitu, usichukulie kawaida. Mwaga damu ya Yesu hapo. Wa Kristo wenzangu, watu wa Mungu, achana na habari za kwamba ile ni ndoto tu. Mm -mm. Ndoto tu ni ile ndoto ambayo siku nzima umeshinda labda unafua, unafanya usafi, lakini ulipolala wa... ukaanza kuota yale uliyoshinda unayafanya ukaanza kuota zile ekaeka zako, zatokea asubuhi. Hizo ni ndoto za kibinadamu za uchovu wa kutwa nzima, lakini ndoto nyingine, kuna ndoto za kiungu, kuna ndoto za Shetani. Usiishie kusema ni ndoto tu, hakikisha hiyo ndoto unayoiota, hata una, una, una, kama ujaelewa maana yake, usiishie kukimbia kushirikisha, si kumpigia mtumishi nani, anisaidie juu ya ndoto. Mweza, watu wengi mmeibiwa vitu vyenu kwa kushirikisha shirikisha habari za ndoto. Umeelewa ujaelewa? Kitu cha kwanza unapoota ndoto, hata unapotoka usingizini, hata kama hakujakucha, sema hivi: ninakwenda kwenye ulimwengu wa roho wa ndoto yangu, na mwaga damu ya Yesu kwenye msingi wa ndoto niliyoiota hapo. Hiyo ndoto ujaelewa na uelewi au ikumbuki, umeota umesahau, lakini unajua kwamba kuna kitu nimeota peleka damu ya Yesu kwenye msingi wa ndoto uliofanii ulioota. Kama ndoto umeiota, ujaelewa au yani umesahau, au ujaelewa chochote maana ya ile ndoto, usikimbilie kwanza kushirikisha mtu, rudi tena kwenye magoti, mwambie Roho Mtakatifu, ninajua ulisema